Karibu katika makala yetu ya namna ya kuandaa ugali wa kinyangwa. Ugali wa kinyangwa ni chakula eh, cha asili. Sasa kilikuwa natumika ama kinatumika kwenye eh, kabila la Kinyakyusa, na ni wengi sana ambao hawajui namna gani ugali huu unatengenezwa na natamani sana watu basi wajue kuanzia leo kwamba ni namna gani ugali huu unatengenezwa, na hapa hivi nipo ni na muhusika ambaye ataenda kutueleza hasa namna gani chakula hicho au ugali huo unatengenezwa na unavyoandaliwa toka hatua ya mwanzo mpaka mwisho. Endelea kuwa nasi, mtazamaji wetu. Na hapa hivi niko na atayetuelezea na atayetufundisha namna ya kuandaa huo ugali. Habari za asubuhi. <coughs> Kwanza kabisa ningependa watazamaji wa kufahamu, kwa majina, naitwa Joyce Kasege, Joyce Kasege. E, Joyce Kasege Mwambapa. Sawa. Leo hii tunataka tujue ama tu, tujue namna gani ya kuandaa ugali wa kinyangwa eh? na mimi o unajua kabisa kwanza nini, tukiwa unaongelea ugali wa kinyangwa inamaanisha nini? ugali wa kinyangwa ni ugali wa Kinyakyusa ambao tuna, tuna kata ndizi. Tukisha kata ndizi hiyo tunaikata, tunaichanua maganda yale, tunakatakata nani, tuna chana chana, tuna anika, tunatwanga, unakuwa ni unga baadaye, unakuwa tunatwanga, tukisha twanga, tuna unakuwa ni unga baadaye tunausonga, unakuwa ni ugali mtamu sana. Kwa Kinyakyusa tunatumia hivyo eh ni mtamu sana ambao tulikuwa tunatumia sisi, lakini sio muda mrefu sana mm -hmm. wa tunatumia ugali ila ambao tulikuwa tunazaazaa watoto wa nani, wa sasa hivi eh, hawaujui sana lakini, wanao waliozaliwa kipindi cha mwanzo wanaujua mm -hmm. eh, ni mtamu Sa -sa. Hata kama nawe unatumia unaweza kutumia tu, hauna shida yoyote okay. eh, na huo ugali unatengenezwa kwa ndizi aina gani? labda ndizi matoki mm -hmm. kuna ndizi nyingine inakuwa ni gurutu mm -hmm. E, inaitwa gurutu nyingine, na, mengine ni matoki. E, okay. E, ndizi gurutu na matoki utofauti wake nini? sana sana utofauti wake gurutu ni nani, ugali wake ni mgumu sana hmm. lakini ugali wa matoki ni mwepesi kunani kusonga na, na kula ni mwepesi, e, ule unakauka mara moja, ule wa gurutu unakauka mara moja unakuwa ni mgumu sana okay. e, saa, saa. E, ukipoa unakuwa mgumu, lakini huu ukishapoa huwa usio mgumu unakuwa ni mtamu tu mlaini wa matoki okay. E. Sao, e. Kuo... Kwa wewe mtazamo wako unafikiri ni ugali upi ambao sani mzuri kati ya gurutu na matoki? Matoki, kwenye matoki. Okay. E. Issue ya ladha kuna utofauti wote ule, kuna utofauti, kuna ule unanoga, yani haunogi sana kwamba tunakula tu, kwa ule agurutu tunakula tu basi kama njaa inakuuma, lakini unaonoga, unaweza kula hata peke yake bila mboga, ni ugali wa matoki na tofauti na gurutu na matoki vipi? Kuna ndizi zingine ambazo unaweza kutumia kwenye kuandaa ugali wa kinyango? Kuna ndizi inaitwa ngego. mm. Ni kubwa ni kubwa, zinakuweko kwenye vichane zinakuweko tatu, zingine zinakuweko nne. mm. Zingine utakuta ziko mbili, nyingine utakuta iko moja. mm. Inatofautiana na, na, na, na msimu wake uh -huh, jinsi zinavyochanua ile ile ndizi ile kubwa, ngego. okay. E, nazo tunatumia sasa. Eh, vipi hali ya sasa ya matumizi ya ugali wa kinyangwa bado inaendelea au ndo inaendelea? Kwa sasa tunao ufahamu yeah. Eh, lakini wengine ambao hawafahamu inatakiwa kuwafundisha kama ninavyo wafundisha mm. Inatakiwa kuwafunza vizuri ili wapate wa kwa sababu wa hawajui mm -hmm. Eh, ni mtamu sana sio sio kwamba unaweza kuathirika kwa kwamba sijui itaku nani, hamna okay. Unatumia tu unafikiri ni kwa nini sasa hizi watu wa sasa hivi awatumii ugali? wanatumia wale wanaoufahamu tu ugali wa kinyanga, sababu wali ni nani wanatumia, wana, wana sana watoto wa siku hizi wanatumia wali hmm. Na ugali wali na ugali, lakini kwa, kwa ugali, ugali wa mahindi eh ah. E, ugali wa mahindi dona hii, okay. wanasaga hiyo hiyo, lakini wengi sana wanaotumia dona, maanake dona ina nguvu mm -hmm. e lakini nautumia unga wa uh, kukoboa huu hauna hey, uh, nguvu yani ni laza tu lakishaak kwa, ufanye kwamba ni upendeze ndani, lakini unga wa nani wa mahindi safi sana wa mahindi ambao hawajakobolewa <laughs> ndo unaeta nguvu hata nafanya kazi yuko vizuri sana.

Uganda, hizi Uganda, au Bukoba tunaita. Ilitoka Bukoba ndio hizo, ndohzo